Hali gani mtazamaji wa Gifty Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Jina langu ni Tobias Kisiwa. Wakati siku za wabunge kuendelea kuwawakilisha wananchi wa majimbo yao bungeni zikihesabika, joto limezidi kuwa kali kwa baadhi ya wabunge hao baada ya kuwa na wasiwasi na hatima yao na uhakika wa kurejea bungeni. Hatua hii inapelekea baadhi ya wabunge wasiokubalika katika majimbo yao kwa kutokufanya kazi za kuridhisha na kuwa na mahusiano mabaya na wananchi katika miaka mitano tangu walipochaguliwa na sasa kuwatafuta viongozi wa chama kwa gharama kubwa wawabebeshe mzigo wa lawama ili kuona uwezekano wa kuwadanganya tena wananchi wawachaguwe na kurejea mjengoni. Jimbo la Handeni mjini mkoani Tanga ni jimbo linaloongozwa na mbunge Rubeni Mtahamanilo Kwagilwa kwa kupitia chama cha CCM. Mbunge huyo baada ya kuona hatima yake kuwa ndogo sasa ameanza kumtumia mwenyekiti wa CCM wilaya ya Handeni, Amiri Changogo na mwenezi wa wilaya, Mkobe kuwatisha wanachama wote wa chama hicho wenye nia ya kugombea jimbo hilo mwaka huu. Viongozi hawa wameahidiwa zawadi nono endapo Kwagwilwa atarudi bungeni. Akitoa taarifa kwa masikitiko makubwa, mmoja wa rafiki wa karibu zaidi na mbunge huyo ambaye ni diwani katika halmashauri ya mji wa Handeni, amesema ni kweli mbunge amekuwa akimtumia mwenyekiti wa CCM kuwatisha viongozi wa kata, matawi na wajumbe kwa ujumla. Alisema kuwa, mwenyekiti ndio mwenye kauli ya mwisho, yaani mtu wa mwisho kusema katika chama, ambapo wajumbe wamekuwa wakimshangaza sana na kumshangaa sana mwenyekiti wao huyo kuwa mtu tofauti na alivyokuwa awali. Mmoja wa wanachama wa CCM kutoka kata ya Chanika alisikika akisema nanukuu, sisi wanachama wa CCM ambao tuna nia ya kugombea katika jimbo la Handeni mjini hatuna amani kabisa, kwani mwenyekiti wa CCM amekuwa akitumika na mbunge vibaya kututisha endapo tutagombea na ameahidi kuwa atahakikisha tunafukuzwa ndani ya chama kabla ya muda wa uchaguzi ambapo hii ni kinyume na Katiba ya CCM inayomtaka kila mwanachama ana haki ya kuchagua na kuchaguliwa, mwisho kunukuu, alisema mwanachama huyo. Mtoa taarifa ameendelea kudai kuwa mbunge amekuwa akimtumia mwenyekiti huyo nyakati za usiku kuwafuata wajumbe na kumwomba msamaha mbunge huyo ambaye ameonyesha kutokuungwa mkono na watu wengi kutokana na kushindwa kutekeleza majukumu yake, kushindwa kutimiza ahadi zake, pamoja na kujikweza baada ya kupewa nafasi hiyo. Msemaji amesema pia alitumia nafasi hii kuwaomba viongozi wa CCM ngazi ya mkoa wa Tanga na taifa kumwonya mwenyekiti huyo kuacha kutumia, kutumika kwa maslahi ya mtu mmoja, na badala yake asimamie katika nafasi yake na kuachia wanachama haki yao ya kuchagua na kuchaguliwa na nukuu, yaani, huku kwetu mwana CCM ukionekana humuungi mkono mbunge ni kosa, utatafutiwa kila aina ya fitina ili kuhakikisha kuwa unamuunga mkono mheshimiwa mbunge, au mwenyekiti wa CCM wilaya ashughulikiwe. Hii siyo haki kabisa. Mwisho wa nukuu. Alipotafuta mwenyekiti huyo kwa njia ya simu, alisema kuwa chama kina utaratibu wa kuwasemea viongozi waliopo madarakani kwani wametumwa kutekeleza ilani ya uchaguzi. Changongo walisema kuwa viongozi wanapokuwa madarakani, wao kama viongozi wa chama wana wajibu wa kuwasapoti na pale wanapomaliza muda wao wa bunge kuvunjwa ndio inakuwa kikomo cha kutoasemea. Na nukuu, siwatishi wanachama wengine wa CCM wenye nia kuchukua fomu pindi muda utakapofika, kwani kufanya hivyo ni kukiuka chama, na Handeni kelele ni nyingi, na nimeendelea kuvumilia kelele hizo. Mwisho wa kunukuu, alisema Changogo. Mwisho wa taarifa hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushea na kucomment, asante.